Katika uwanda mpana wa Serengeti ambako wenye nguvu, ndipo anapopatikana simba mmoja, alisimama juu ya wote, Bob Junior. Bob Junior alizaliwa katika ukoo wa heshima wa simba aliyeitwa Bob Male, aliyekuwa na kaka yake Zigmale, ambao wawili hao walikuwa na imaya yao kwenye eneo lililopewa jina Of copies. Bob Marley na Zig Marley walikuwa simba wanaosifika kwa nguvu na ujasiri wa kupambana. Jina la Marley lilihusanishwa na simba hao kutokana na kuwa na nywele nyingi, ndefu, nyeusi na zilizojisokota kama rasta za msanii maarufu wa muziki wa reggae, Bob Marley. Bob Junior aliitwa hivyo ikimaanisha ni mtoto wa Bob. Bob Junior alikuwa kiongozi mwenye nguvu. Akitawala kwa heshima na mamlaka. Manyoya marefu meusi, sura ya kifalme na nguvu isiyo na kifani ilitosha kumtofautisha na simba wengine ndani ya Serengeti. Alizaliwa pamoja na kaka zake wawili ambao walikuwa ni simba hatari na wanaojua kupambana sana kama walivyokuwa baba zao. Bob Junior na kaka zake wakarithi nguvu, ujasiri na kuwa na himaya imara lakini kama ilivyo kwa wafalme wote wa porini utawala haudumu milele. Kama ilivyo kwa himaya zote za simba, simba dume anapofikisha miaka miwili hufukuzwa kwenye himaya yao. Hiki kilimkuta Bob Junior na kaka zake wawili, ambapo walifukuzwa, wakaenda kuanzisha maisha yao wakiwa watatu. Lakini kwenye harakati za kutafuta heshima, wakakutana na simba mwingine, wakaungana, wakaunda kundi lao la wanajeshi wanne wakawa wanaitwa Four Killers. Four Killers, wakaanza kuhaso wakatengeneza himaya yao, ufalme ukaanza kukua, wakaishi sehemu inayoitwa Namiri Plains. Maisha ya simba dume huwa ni kupambana kila siku. Ndani ya ufalme wa Four Killers walipambana na simba wengi waliojaribu kuchukua himaya yao, na kwa muda mrefu wakabaki imara tena imara kama ukuta wa Berlin. Bob Junior na wenzake watatu walipigana kwa kushirikiana, na hakuna simba aliyeweza kuwashinda. Ni kweli umoja ni nguvu, lakini haikuwa hivyo mpaka pale Bob Junior alipojikuta kabaki peke yake. Kipindi cha ufalme wake walitokea simba watatu machachari ambao walianza kuwaua kaka zake Bob Junior mmoja baada ya mwingine. Hii ilikuwa mission ya mapinduzi. Baada ya wenzake watatu kuuawa, Bob Junior akaona isiwe shida, akakimbia ufalme wake akarudi sehemu alipozaliwa maarufu kama Barafu copies. Akarudi kwa wazee wake wa zamani, akafika huko akaanzisha ufalme mwingine, akajipatia majike wawili, akaendeleza maisha. Lakini jasiri haachi asili na mkata kwao ni mtumwa. Bob Junior akapakumbuka nyumbani kwake akaamua kurudi na Miri Plains, sehemu ambayo ni hatari zaidi kwa simba dume. Eneo hili ni maya yake ya zamani, lakini ni mahali ambapo hapakaukiwi vita. Ni kama Syria ya Serengeti, muda wowote kinachafuka. Bob Junior aliporudi baada ya muda mrefu, akakuta ufalme wake umesambaratika na wamebaki simba jike wawili tu. Akaendeleza kupasha kiporo, na huko akaungana na simba mwingine mmoja wakawa wawili, Bob Junior akawa na bodyguard. Utamu wa Namiri Plains ukarudi upya. Bob Junior akapendwa sana na watalii na akazidi kuwa simba maarufu, akaitwa photogenic lion, yaani simba ambaye akipigwa picha basi picha inaitika. Bob Junior alirudi Namiri Plains mwaka elfu mbili na kumi na tisa na alivyorudi ilikuwa ni kama hakuwahi kuondoka. Mwamba akarudisha heshima, akatembeza mkong'oto kwa kila simba alikuwa akijichanganya. Ufalme wake ukaimarika, umri ukaenda, Bob Junior akapungua nguvu na uwezo wa kupambana, lakini kwa sababu alikuwa na mwenzake kama bodyguard mambo yakaenda sawa. Kila kitu kilikuwa shwari mpaka pale walipotokea Sababora. Sababora wakafika eneo la himaya ya Bob Junior huko Namiri Plains wakaanza kusoma mienendo ya Bob Junior na bodyguard wake kwa miezi mitatu wakaangalia wanavyoishi na jinsi gani wanaweza kumpata akiwa dhaifu baada ya kukusanya data za kutosha Sababora akaamua waingie vitani wakagawana makundi watatu kwa wanne hawa wakaenda kulia hawa wakapita kushoto ilikuwa ni mission. Mission ya kumsaka ya Bob Junior. huku na huku lile kundi la simba watatu likafanikiwa kumwona Bob Junior. Bob Junior naye baada ya kuona bodyguard wake hayupo akatafuta njia ya kutokea. Inasemekana baada ya bodyguard wa Bob Junior kuona Sababora wametia kambi na pameanza kuchangamka, bodyguard akaamua sepe zake. Bodyguard akala kibati cha kufia nini? Maana hiyo ilikuwa ni vita ya kushtukia Bob Junior aliyekuwa tayari amezeeka na kasi ya kupigana imepungua, na yeye akatafuta pa kutokea. Baada ya kupigwa mshtukizo huku na huku, hawa hapa, vita ikawa kali, nyasi zikaumizwa, akakutana na kipigo kikali kutoka kwa vijana watatu, wa huyu akivunja mguu, huyu anavunja kiuno, huyu aking'ata mgongo, huyu anang'ata uso. Vita ikachachamaa, video zikarekodiwa, mfalme akaanguka Machi kumi na moja 2023 ikawa ndiyo mwisho wa utawala wa Bob Junior. Kwa sasa ufalme upo chini ya saba bora na ni saba bora kweli kweli. Lakini jina la Bob Junior litasalia kuwa sehemu ya historia ya kifalme ya simba.